Bwana Yesu asifiwe sana na kupongeza sana kuanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Ni kwa neema ya Mungu tu kuingia katika machila haya mapya na Mungu amenipa neno la kutembea nalo mwaka 2026 na katika majira haya mapya, kutoka katika kile kitabu cha Waefeso, sura ile ya tatu mstari ule wa 20, maandiko yanasema basi atukuzwe ya yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko tu yaombayo au tu yawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Uh, kutoka neno hili lina mambo matatu ambayo natamani kukushirikisha. Jambo la kwanza aa, kuna kuomba na kuwaza. Maandiko yanasema kuliko yote tu yaombayo na au tu yawazayo, na kwa sababu hiyo wajibu wetu mmojawapo ambao tunapaswa kuwa nao ni kuomba lakini pia na kuwaza. Na mwaka 2026 itadai sana tupate muda mwingi sana wa kuomba, lakini pia na muda wa utulivu wa kuwaza. Maandiko yako wazi kwamba Mungu anatuwazia mawazo yaliyo mema, mawazo ya kutupa amani, ya kutufanikisha katika maisha yetu, na kwa sababu hiyo tunahitaji sana mawazo ya Mungu ili kuweza kufanikiwa, na mwaka 2026 itadai ama itahitaji mawazo ya Mungu ili tuweze kufanikiwa. Bila mawazo ya Mungu kuna mahali ambako utakwama. Lakini jambo la pili uh, ni majibu zaidi ya maombi na zaidi ya mawazo ambayo tutakuwa nayo, na maandiko yanasema awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tu ya ombayo au tuyawazayo. Maandiko yanasema yote tu yaombayo, tuyawazayo, kwa maana ya kwamba kuna ukomo ambao tutaomba na tutafika, na kuna ukomo ambao tutawaza na tutafika mambo ambayo Mungu atafanya kwenye maisha yetu ni zaidi ya huo ukomo tuliofikia, na kwa sababu hiyo, mambo ambayo yatafanyika katika mwaka elfu mbili na ishirini na sita yatakuwa ni mambo zaidi ya hali ya kibinadamu, ni zaidi ya uwezo wa kibinadamu, ni hali isiyo ya kawaida, itakuwa ni supernatural. yatakuwa ni mambo ambayo ni zaidi ya uwezo wetu wa kuwaza na zaidi ya uwezo wetu wa kuomba. Ni kwenye biashara yako mambo ambayo yatatokea yatatokea zaidi ya uwezo wetu wa kuwaza kwenye hiyo biashara na uwezo wako wa kuomba katika biashara, na kwenye huduma ni hivyo hivyo. Tarajia mambo ambayo ni zaidi ya uwezo wa kibinadamu ambayo Mungu atakwenda kufanya. Jambo la tatu ni kwamba nguvu za Mungu ndizo zitakayotenda mambo haya yote. Mwaka 2026 tutaona kwa wazi kabisa uwezo ama mkono wa Mungu ukiwa kazini kwa namna ya ajabu sana, na mkono wa Mungu ama nguvu za Mungu ndizo ambazo zitaweza kufanikisha hayo yote, hayo mambo yote ambayo ni zaidi ya vile tunaomba na zaidi ya vile tunavyoweza tukawaza. Mtu wa Mungu. Aa, ni kweli. Aa, kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakatokea ni moyo pamoja na mambo yote ambayo yataweza kutokea mwaka 2026, iwe ni changamoto ambazo zitatokea mwaka 2026, iwe ni giza ambalo litatokea mwaka 2026, lakini nguvu za Mungu zitatusaidia kuvuka salama, kwa sababu Mungu atafanya zaidi ya vile ambavyo tumefikia katika ukomo wetu. Mwaka 2026 utakuwa ni mwaka wa Encounter. Ni mkutano ambao usio wa kawaida. Kwa nini? Kwa sababu mahali pale ambako sisi tutakuwa tumefika mwisho ndiko ambako Mungu atafanya zaidi ya ukomo wetu ambao tutakuwa tumefikia. Ninakutakia mwaka mwema wa mwaka 2026, mwaka wa supernatural encounter. Na Mungu akubariki sana, na Mungu akufanikishe katika jina la Yesu Kristo, amen.